jawahi kupata ushindi kwenye michuano ya Afcon. Sasa kila mtu anaongea lake, wapo wanaosema tuzalishe vipaji, wapo wanaosema tu serikali ruhusu raia pasha wachezaji wa kigeni kama kina Mombwa waje kwa wingi eh, kila mmoja na maoni yake eh, lakini nataka kusikia kutoka kwako, shida hasa ya timu ya taifa tuna feli wapi, au hatuna wachezaji wenye ubora wa kushindana kwenye mashindano makubwa kama ya Afcon? Unajua watu wengi wanajisahaulisha wanasahau kwamba mpira ni ufalme, si umeelewa eh? na siku zote mtoto awezi akazaliwa tu akatoka tumboni, yani from postnatal, akaanza kukimbia mambo, anaenda taratibu. Taifa Stars ya miaka ya nyuma na sasa hivi ni vitu viwili tofauti, si umeelewa? Tunakwenda Afcon kutoka ile mwaka 80. hii ya pili ya kumi na tisa ishirini kumi na tisa, tunakwenda mechi ya kwanza tulipigwa mbili bila na Senegali, unakumbuka tukapigiwa mpira mwingi mno yani, mpaka unaona Wasenegali hawataki kutufunga wanatudharau. Si umeelewa? Tukatoka tukaenda Afcon nyingine tukamaliza na up, point ngapi? Point tatu chupu chupu twende kumi na sita bora. Na hii nayo vile vile angalia, yani ukitaka kujua kwamba timu hii ni bora kuliko timu yoyote timu ya taifa yoyote, angalia the way Nigeria walivyocheza na Tanzania, afu angalia Nigeria alivyokutana na Tunisia, ndio utajua kwamba timu ya taifa bora na tuna wachezaji bora. Si umenielewa, umeangalia mechi ya Nigeria na Tanzania, aliokuwa anaomba mpira uishe ni nani? Ni matumizi ya nafasi. Umenielewa? Kevin Jioni ameshindwa kuslide kwenda kutumbukiza mpira wavuni. Baka ameshindwa kujibendi zaidi mpira ukafanya nini? Ukapaa. Ina maana nafasi tatu za wazi tumezikosa. Nigeria anaomba mpira uishe. Na kikosi chake chote kiko uwanjani. Lakini nenda kaangalie Tunisia na nani? Na Nigeria. Mpaka dakika 60 Tunisia akashachezea chuma Jumatatu Tanzania tulicheza vile. Tunisia yeye yaani, unaona kabisa amezidiwa kila idara. Dakika 60. Wamekuja kufufuka dakika kumi za mwisho. Ndio anapata goli ngapi? Tena baada ya Nigeria kuzalau kwamba tushapiga goli tatu hawezi kufanya lolote. Ndio Nigeria anafungwa goli ngapi? Goli mbili, mechi imeisha na tatu mbili. Si umeelewa? Alafu nenda kaangalie, sawa? Nenda kaangalie Nigeria na nani? Utaangalia Nigeria na Uganda; utaona mechi itakuwaje. Watu wanakuangalia hapo nyuma, tusikie. Yaani kikubwa ni mwalimu wetu tu, kama atapanga karata zake vizuri, Tanzania bado tuna nafasi ya kufuzu. Hesabu zikoje mpaka sasa? Umeelewa? Yaani hesabu ziko hivi, sisi tunamngang'ania Tunisia, kama wachezaji wataenda na moral na vitu vitatu tunavyovizungumza kwenye mpira kila siku, commitment, space na time, sio, umeelewa? Yaani mpira sasa hivi unahitaji Mbappe, unahitaji Neymar, unahitaji Sir Ronaldinho wala unahitaji nani? Mpira unahitaji vitu vitatu. Mpira unahitaji commitment. Ndio jambo la kwanza kwenye mpira. Mtu anatakiwa ajitume amwage jasho. Si umeelewa? Sasa hivi ukimwaga jasho hata Mbappe awepo hapa. Acha si mpira. Nakupa mfano mmoja. Tanzania huwa tunapotea mechi hizi za kawaida. Yaani mechi ambayo sisi tunaiona hii tunashinda, ndio Tanzania tunafungwa. Lakini mechi ile ambayo iko taiti, tunacheza na timu kubwa na wachezaji wakubwa, Tanzania inaonekana ni timu ambayo inafanya nini? Umeelewa? timu inaonekana inafanya nini? inacheza kwa sababu gani? Kwa sababu ya commitment. Muangalie ukabaji aliokuwa na kaba Baka wakati anamkaba Victor Osimhen, umeelewa? Afu muangalie ukabaji wa Baka alipokuwa na mkaba yule namba tisa wa nani, namba tisa wa Uganda. Yupi mkubwa? Umeelewa? Angalia ukabaji aliokuwa na mkaba Victor Osimhen Kakosa hata nafasi mpaka anafanywa sabu na alikasirika, lakini wachezaji wa Uganda wajua, hii ni klasi yetu, tunawamudu, tunafanya nini? Tunawaweza, si umeelewa? Ndipo hapo tatizo linatokea kwa sababu tunafanya nini? Tunajiamini. Lakini mechi na Nigeria, wachezaji walicheza, walimwaga jasho lao na walikuwa na umakini mkubwa. Kwa hiyo umakini ule kama utakuwepo, uta, uta mechi na Tunisia, nina uhakika kabisa timu inaenda kufanya nini? Inaenda kupata matokeo. Umeelewa? Kwa hiyo kama tukiwa na commitment nzuri tukautumia muda vizuri, lazima tujue, What time tunatakiwa tukabe, What time tunatakiwa tufanye nini, tutakuwa tuchezee mpira, tutengeneze nafasi, tuzuie nafasi mpinzani asizitumie, na vilevile tuwe na, na, vile vile na matumizi mazuri ya nafasi. Tanzania tunafuzu hii game, kwa sababu na uhakika Uganda kajitahidi, Uganda anaweza kupata sare na Nigeria, na Nigeria tayari ameshafanya nini? Ameshafuzu yeye, ana pointi 6 mpaka sasa hivi kwa hiyo Nigeria akitoa sare, sisi tukimfunga Tunisia, sisi tumekwenda. Msimamo wa kundi mpaka sasa anaongoza Nigeria, wa pili Tunisia, Tanzania na Uganda wote wana watatu, wa, wa, wa, Tanzania kwa sababu Uganda eh kafungwa goli tatu na nani na Tunisia, sio umeelewa? Kwa hiyo msimamo ndio uko hivyo. Kwa hiyo uwezo kufuzu tuka, tuka maajabu, ah ndio, Tunisia, mwalimu, wa kufuzu mpaka mechi ya mwisho tunao na tunaweza tukafanya maajabu na tukashangaza dunia. Kikubwa mwalimu tu atumie wachezaji atumie wachezaji ambao watatupa good commitment, na good commitment haitolewi na mchezaji ambaye umri wake ushapita. Tunao hao tunao, wachezaji una Blam Morris, una kina Edinado, una kina Suleiman mwalimu, wachezaji kina Kip Dennis, wachezaji ambao umri wao unahitaji kwenda mbele na kuanzisha, umeelewa? Lakini wachezaji ambao tayari washapata mafanikio wamekwenda ulambano. Kevin John, Kevin John analinda miguu yake ile sliding kama ange slide ile kwa mchezaji mwenye uhitaji, ile ni goli, lakini kaangalia chuma, naona hapa nitaweza nikafanya nini, nikaumia? Kwa nini? tayari yuko Sweden, wale kina mmombwa wote tayari wako Ulaya, wanafanya nini? Wanacheza. Hao waliokuwepo hapa ndani wanahitaji watoke leo. Mtu kama Suleiman mwalimu ameenda mpaka kombe la dunia karudi Tanzania, tafsiri yake anataka aonekane yuko kwa mkopo, ili waidadi wamuone wamrudishe tena.

Kwa mtu ambaye ana good commitment ile ni goli analuka anafanya nini sio, umeelewa? Kwa hiyo ndio hicho wachezaji wenye uhitaji ndio wanatakiwa wacheze hii mechi ya nini ya Tunisia, lakini wale wachezaji ambao wameshamaliza hawapaswi kucheza hii mechi, kama kuingia waingie baadaye wakati timu tayari ishafanya nini ishapata matokeo. Kuna, kuna tetesi ambazo nimeona comment za mashabiki wengi tofauti tofauti, watu wanasema kwa nini fulani yuko nje, kwa nini fulani yuko nje, wengine wanaenda mbali kwamba labda mwalimu ana ubaguzi kwenye wachezaji e, unaliona hilo lipo kwamba ni kweli Gamondi anachagua baadhi ya wachezaji wa timu fulani fulani huko. Uh, sasa uwezo ukazungumzia hivyo vitu. Unajua sisi Waislamu, kuzungumzia dhana ni vitu ambavyo havistahili. Sawa. Dhana umesema, umesema? Eh? sisi hatuhitaji yeah, si meneelewa hizo eh? ni dhana za watu, especially kuna baadhi ya mashabiki watu walikuwa wanaoji labda mwalimu ana ugomvi na, na wachezaji wa Simba kwa sababu, kama mechi ya juzi, hakuna hata mchezaji wa Simba mmoja aliyofanya nini alotumika kinadharia, hakuna hata mmoja aliotumika akucheza mchezaji wa Simba dakika 90. Ndio kwa mara kwa ya kwa kwanza Tanzania inaweka historia yani, Tanzania inaweka historia na hata Simba wameweka historia kwa mara ya kwanza mchezaji wa Simba hajatumika dakika 90. kuna yule mzee pale anajiuliza, tangu Tanzania ianze. Kuna yule mzee pale anajiuliza, tunapiga hesabu kweli dakika 90 nzima. Dakika 90 nani nitajie sasa? wachezaji wa Simba wote, hakuna na mchezaji mmoja aliotumika ndani ya dakika tisini. Kwa hiyo alikuwa hakucheza kibu, yani ndo kwa mara ya kwanza tangu Tanzania timu ya taifa iumbwe mchezaji wa Simba hajacheza hata dakika moja. Dakika tisini zimeisha na za nyongeza, mchezaji wa Simba hajahusishwa kwenye mechi. Si mwenelewa? Si mwenelewa? Hakuna kwa sababu sabu ilifanyika nani, Mombwa kaingia Samata. Umenielewa? Hakuna mchezaji yeyote wa Simba alofanya aloingia. Sasa ile inatuletea nini migongano? Wote tunatakiwa tuwe kitu hichi, kitu kimoja. Wote tuwe mashabiki wa timu ya taifa. Acheze mchezaji wa Simba, acheze mchezaji wa Yanga, mchezaji wa Azam, mchezaji wa Kagera. Tunachoangalia sisi ni timu ya taifa. Tukiwa na slogan hiyo tutafanikiwa. Lakini haya mambo flani ya kuanza fulani hajacheza, fulani hajacheza, itatuletea shida. Kikubwa ni kumshauri mwalimu. Kama kuna uwezekano basi fulani afanye nini atumike. Mimi bwana nimemtaja hapa Edinado. Kwa nini? Idinado bado anahitaji chachu ya mafanikio, anataka aonekane, lazima apambane. Sasa ukimchukulia kwa sababu ni kidogodogo, ile mijitu ya Uganda ni mikubwa, ukasema huyu hawezi kucheza kaka. Kile ki Mesi kwani kina futi ngapi? Mesi ana futi ngapi? Lakini wewe Kolibali lile si lina futi karibu ni sita, lakini hawezi kumkaba Mesi, muona shughuli yake. Ndio sasa kamolisi Abraham kale kaidinado ukiviangalia kama vitoto, lakini uwezo wao ni mkubwa. Ndio maana leo nalikuta lile burudoza likiwa linapita linakandamiza, likiwa linatembea linatembea kama gari. Kuna gia zinafanya nini zinachomekwa, lile ndio linaanza kushindilia. Ndio sasa na wale wachezaji. Kwa mwalimu awe na matumizi sahihi matumizi mazuri ya nini ya wachezaji. Kama ana chuki, basi asimalize nao wachezaji, bwana. Kabla sijaondoka nilifika stesheni kukutafuta, nikaambiwa bwana, mtafute msemaji wa mainfluencer wote Tanzania, na kwa hiyo taasisi yenu ya mainfluencer, wewe ndio msemaji bwana GB 64 Tumeziona tuhuma anazotuhumiwa bwana meja ee, na nimeona pale Jimmy Kindoki, yeye ameandika kabisa kwamba e, ijulikane wazi meja si shabiki wa Yanga, hajawahi kuwa na hata kuja kuwa na, akaorozesha pale umoja ambao umeanzishwa, umoja batiri, akaweka pale miamala ambayo imelipiwa, e, upigaji na nini. Lakini mimi katika kutaka kujua nikaambiwa, bwana mtafute msemaji wa ma-influencer, yeye ndio ana la kuzungumza zaidi. 68, msemaji, unajua usichokijua kama usiku wa nini usiku wa giza, si menelewa? Usichokijua kama usiku wa giza kwa mtu mwenye akili. Hivi unaweza ukamsikiliza mtu aliyekuwa Marekani wewe uko Tanzania, umenelewa? Yaani mtu yuko Marekani anayajuaje mambo ya Tanzania? Tafsiri yake kuna vitu anatumiwa. Sasa wanaomtumia wamtumii taarifa sahihi. Na swala la Meja, ukimwita msaliti eti kwa sababu alikuwa Simba, kwa nini Jimmy Kindoki wakati zinachezwa mechi za Simba zile za zamani na kina pasi milioni? Si alikuwa anakaa upande wa Simba. Nani asiyejua kwa Jimmy Kindoki yule na ni Privadinho wote wale ni Simba? Mbona wako Yanga wanafanya kazi? Jimmy Kindoki huyu. Wote wale wamevaa jezi za Simba na picha zipo. Kwa nini picha luna, nani ya nani ya ya nani ya Privadinho hujaiona? Simba kavaa jezi za Simba. Eh? Kwa hiyo uwezi kumzuia mtu mapenzi yake. Tena inawezekana Meja akawa mshabiki bora wa Yanga kuliko Jimikindoki au yule Privadinho. Umeelewa? Wale wameenda kule kwa ajili ya kazi, wameenda kuajiriwa. Ina maana wamepelekwa Yanga na pesa. Lakini yeye Meja, Meja ameenda kwa mapenzi yake. Meja kaajiriwa Yanga. Ulitangaziwa kapea shilingi ngapi kwenda Yanga? Kwa amekwenda kwa mapenzi yake kaona huku Spartafla, mwenyewe anakuambia mimi nataka flaa. Kaona Simba kuna flaa, kaamua ndei Yanga kwenye flaa. Sio umeelewa? Hayo masuala mengine wanaosingizia kwamba si kuna hela kazulumu milioni ishirini, milioni ishirini ikakabiziwa alikamwe, tena wakupaswa kupewa milioni ishirini ilitakiwa iwe zawadi ya mtu aliyefanya nini aliyechukua ule, lile kombe na tuli... Kwani ile mechi kafungwa nani? Sikafungwa Simba, sikafungwa Yanga hmm. Goli mbili bila maana hmm, yake milioni ishirini alitakiwa apewe Simba peke yake si ndio? Sema kwa sababu ya kuimarisha umoja wetu ndo watu wakamuomba bosi bwana, na hawa wape, ndo akapewa. Walipopewa akakabidhiwa msemaji wao Alikamwe, Alikamwe akawakabidhi nani, akawakabidhi Godi Yanga pamoja na nani na baba Yanga, ndo aloenda kugawa hela. Haya, Meja kahusika nani? Meja mwenyewe kapoa laki mbili kwenye milioni ishirini. Hela imegawanywa kwa watu ambao ndo walosimamia ugawaji, sio Meja. Yeye kaamua tu kumchafua Meja kwa sababu ana, ana, ana, ana masilahi yake au ana matatizo yake na ya nani, na meja, behind the scene, sisi hatujui. Lakini kiuhalisia, meja wahusiki kwenye swala nini? Swala la ugawaji wa pesa. Pesa waliogawa ni godi yanga pamoja na baba yanga, ambao ni viongozi wa mainfluencer wa yanga, ndio waliogawa ile hela, na wala umoja wetu ahusiki. Wewe umesikia mtu wa simba kalamika, anadaiwa hela anadai hela? Simba tumegawiwa milioni 20 tumegawana kimya, mpaka sasa hivi tuna uweredi sio? Umeelewa? Kwa hiyo hii ni kwao, wasiuchafue umoja wetu manu, mimi, na ndio maana unaona mimi sometimes naongea, watu wanasema nawatetea watu wa Yanga. Sio watetea watu wa Yanga, mimi natetea umoja wetu. Kuna watu wametengenezwa kutaka kuua huu umoja, lakini wakati haya yanajiri, nyuma yake mlisoma albadili nyinyi. Watu wanasema huenda tayari labda ndio matokeo yake ndio haya, ah, albadili ya iendani ya, ya, na nini na umoja wetu, umeelewa? Huu ni umoja wa mainfluencer wote Tanzania, na ndio mimi msemaji wao Yani Kristina Mwagara, mediari ali, yani kamwe, yani wasemaji wote. Ukishakuwa unaitwa influencer wewe tayari unaingia kwenye mdomo wa nani wa GB 64, mimi ndio msemaji mkuu, si umeelewa? Kwa hiyo unaona, na nawasemea Yanga na wasemea Simba, hali penye tatizo kwenye umoja lazima nifanye nini? Niliongelee, si umeelewa? kwa hiyo ili swala la arubadili hiyo ni swala la Simba kwa hiyo kama Yanga, lakini kama kweli wanaahirika <tipi> lakini kama kweli mbona ilipopigwa rubadili ngo tuunganishe doti Alubadili imepigwa, alubadili imepigwa, yanga kafa mbili na jana nao kafa mbili. Mb mbili za kwanza unazungumzia, mbili zipi? si mbili za mashabiki zile na hizi mbili zingine unazozitaja? za jana simba Queens, yanga kachezea chuma mbili, alafu migongano haishi, wanavutana wenyewe kwa. inawezekana kweli toka alubadili, tangu alubadili ipigwe? <laughs> umeelewa eh? tangu alubadili ipigwe kweli inawezekana. Sasa, kufungwa kwa yanga Princess jana na ushindi wa dabi ya mashabiki ya simba kuna sheria nini mwaka huu? ah, walitufunga mara sita, zishapungua tushapunguza hizi. Sisi tunachoangalia logo. Kwani unapozungumzia simba unazungumzia nini? Mnyama aliyekuwa mikumi au tunazungumzia logo ya Simba? yeah, Simba iliyofungwa ni logo ya simba kwani? yeah, yeah, wale wale wale watoto wa jana wale wa kike walivaa logo logo gani gani, na wale mashabiki walivaa logo gani tena mbaya zaidi? Walipoa mpaka walipa mpakaa traki za yango wameingia pale yani utafikiri kina baka au kina kanavaro au au nani, wamevaa matraki yao kwa hiyo sisi tunachoangalia logo ya Yanga, tukikuta sehemu yoyote sisi tunaipiga tu. Sio unaelewa eh? Kwa hiyo bado kaka zao lakini tushawapiga tayari mara hizi mara mbili. Sisi tunachoangalia logo. Hata wewe ukivaa logo sasa hivi ukitaka ngumi ningekupiga mimi na sababu nimempiga mtu wa Yanga. Eh, hey, si logo. Kwa, kwa, kwa... timu ni nini? Hawa wazamini wote wanafuata nini? Sasa kama mbona ukifungwa unakataza? Nakwenda kwenye dabi ya Kariakola labda golini ndio ipo Senia Beria. Wapi? Aina shida wali Yanga walishacheza na Hussein Abeli ni Abeli. Abeli na sio na nzuri shida, mpira wa sasa hivi lazima ufanye nini? Sweeping. Umemwona ule golikipa wa jana yule wa kike wa simba kama kamala yaani, mpira ukitoka nje ya kumi na nane tayari ameshafanya f. Ndio magolikipa wa sasa wanatakuwa wawe maswipers. Tukushukuru, bwana maws, asante sana.